Ni dakika 45 za kipindi cha kwanza zimeweza kutamatika katika dimba la Benjamin William Mkapa, mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League 2025 26 ni wenyeji wakijita, ni wazee wa Ubaya Ubwela Season 2 hawa ni Simba Sports Club dhidi ya wauaji wa Kusini wakijita Southern Killers, hawa ni Namungo Football Club. Ni mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao umekwisha kutamatika dakika 45 za kipindi cha kwanza, na Simba ndio wamekwenda mapumziko pekee akiwa anaongoza goli moja, goli la uh, inspekta Karaboue Shamou moja kati ya mabeki ambao wanafanya vizuri wana eh, ilinda ile safu ya ulinzi ndani ya kikosi cha Yekundu Msimbazi, Simba Sports Club licha pia nafasi nyingi kutengenezwa kwa timu zote mbili, lakini kwa Simba ndio wamefanikiwa kwenda mapumziko kwa goli moja, goli pekee la e, eh, Chamou Karaboue ndiye ameweza kuiandikia ama amepeleka mnyama Simba Sports Club. Dakika 45 za kipindi cha kwanza mapumziko, wakiwa wanaongoza goli moja, huku kwa upande wa Namungo Football Club eh, hawajaambulia eh, kitu chochote, lakini katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambacho walianza nacho katika siku ya leo, mabadiliko yalikuwa ni makubwa kwa kikosi cha Simba Sports Club kuelekea mchezo wao dhidi ya Namungo Football Club, ambapo golikipa golini aliweza kuanza Uh, golikipa nambari mbili ambaye tunasema huyu amesajiliwa kutoka ndani ya timu ya JKT Tanzania, huyu ni Yakubu Sulema. Lakini kwa upande mwingine wa beki nambari mbili alikuwepo Anthony Mdigo, lakini pia Shomari Kapombe, pia kianza Inspector Karobosha, Moro Shunde Deruk, lakini pia Yusuf Kagoma Elimpanzo pia kianza, lakini pia yuko Kante, pia ni akianza, Steven Deso Mukola akianza, Morris Abraham pamoja na Joshua Mutale Budo, wenye kumwita SGR. Hicho ni kikosi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi ni Simba Sports Club ambacho walianza nacho dhidi ya Namungo Football Club, lakini kwa upande wa Namungo Football Club licha ya kuwa na mastek ambao pia wamewahi kupita katika vilabu vikubwa hapa Tanzania. Eh, mchezo wao ama kikosi chao chini ya kocha Juma Mgunda walianza na Jonathan Nahima na himana golikipa, lakini pia eh, pia kanza Ondongo Machupa jaiara Hussein Kazi, Daniel Mora, lakini pia, eh, pia iko Semfuko Masawe, lakini pia ndo captain katika mchezo wa leo, lakini pia Kiswanya, eh, eh, Heritie Bineza Makambo pia naye akianza Geoffrey pamoja na Kabunda. Hichi ni kikosi kwa upande wa Namungo Football Club ambacho walianza nacho leo dhidi ya mnyama ni Simba Sports Club. Kwa upande wa substitution, alikuwepo kina mchezaji kama Musa eh, pia alikuwepo Jigwa eh, Ngalema Fabrice Samtwa eh, Pius Muswita lakini pia viva Eh, Lukindo Azizi pamoja na Frenki. Hicho ni kikosi kwa upande wa Namungo Football Club ambao alialikwa na mnyama Simba Sports Club, Ligi kuu soka Tanzania bara ambao unachezea katika dimba la Benjamin William Mkapa ni kwa mchezo huu. Je, ni Simba ataondoka na alama tatu muhimu mbele ya Namungo ama ni Namungo? Endelea kubaki hapa ndani ya Niako TV, ili Niako TV tu follow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Pia unaweza kunifollow mimi kwenye instagram yangu napatani kama official mutram sana waje